Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitasema kwa kifupi sana ili tuweze kuendelea na huduma wongo kweli. Napenda nichukue nafasi hii kumpongeza sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwahudumia Watanzania na kutuelekeza tufanye kazi kwa weledi ili tuweze kuwaletea maendeleo na waweze kupata haki katika wizara hii ya Katiba na Sheria. Hakika tumshukuru sana mheshimiwa rais, tuko hapa kwa niaba yake kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata haki na haki hiyo ni kuanzia hapa na kuendelea. Lakini pia, ndugu zangu, niwapongeze sana wana Morogoro kwa kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan Oktoba ishirini na tisa na kupata kura za kishindo kwenye uchaguzi. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia. Lakini pia niwapongeze sana wana Morogoro kwa kudumisha amani na mshikamano. Kwa taarifa nilizonazo kutoka ofisi ya mashtaka, hakuna mtanzania wa Morogoro ambaye yupo mahabusu au alishiriki maandamano Oktoba ishirini na tisa ambapo ni kufanya fujo kwa namna moja au nyingine. Hivyo, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hatuna takwimu yoyote ya mwananchi wa Morogoro ambaye alishiriki fujo Oktoba 29. Badala yake mlifanya maendeleo na mkaendelea kudumisha amani, na watu walitamani sana kuja kukaa Morogoro. Hakika Morogoro mko vizuri sana. Hongereni sana, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa niaba ya wananchi wote wa Morogoro kwenye haya, kwa kweli mjipigie makofi mengi sana tena, asante. Pia napenda shukua fursa hii, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro ni kushukuru. Tulishauriana tukasema kwamba lazima tuanze kuleta huduma ya kisheria wakati tukiwa tunasubiri Mama Samia Legal Aids Campaign ile kubwa. Sasa tukasema tuanze kidogo na wananchi hawa, ili tuanze kupunguza punguza, tukiwa tunaanza mchakato wetu. Mwezi Januari huu tutaanza programu maalum ya Mama Samia Legal Aids Campaign, na nikuhakikishie kwamba tutapita kwenye halmashauri zote za mkoa wa Morogoro na wilaya zote za mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutakuja na tutakuja kwa sababu tunaamini kwamba watanzania wa Morogoro wanahitaji hii kwa kiwango kikubwa zaidi. Ikumbuke wizara yetu iliandaa na kutekeleza kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia Legal Aid kampeni ya awamu ya kwanza, na mkoa wa Morogoro tulikuja na tulifanya kazi kubwa katika mkoa huu na niseme tu kwamba nipende kwa taarifa kuwa awamu ya kwanza ya utekelezaji wa kampeni ya Samia Legal Aid ilifanya ka, kazi ifuatayo katika mkoa wa Morogoro. Tuliwapatia wananchi, tuliwafikia wananchi zaidi ya milioni tatu laki saba thelathini na nne elfu mia moja hamsini na saba wakiwemo wanawake, kwa maana ya kwamba Tanzania nzima milioni tatu laki saba thelathini na nne elfu mia moja hamsini na saba wakiwemo wanawake laki moja milioni moja laki nane na saba elfu mia nne arobaini na wanawake eh, takriban laki milioni moja laki tisa. Lakini kwa mkoa wa Morogoro tuliwafikia watanzania wengi zaidi ya laki tatu, ambapo walipata huduma ya msaada wa kisheria ndugu zangu, wananchi wa Morogoro, wizara itaendelea kuhusisha daftari la watoa huduma za msaada wa kisheria ili kuweza kusambazwa kwa watu wadau wengi ambao kwa namna moja au nyingine tutashirikiana na wenzetu wa TLS, mawakili wa serikali wana sheria pamoja na wenzetu wa polisi na taasisi mbalimbali za utoaji haki. Pamoja na hivyo, niwashukuru sana vyombo vyote vya ulinzi na usalama vilivyopo katika mkoa wetu wa Morogoro kuhakikisha kwamba wanashirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria ili kutoa haki za msaada wa kisheria pamoja na kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa pamoja. Lakini niwahakikisheni kwamba tutafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba halmashauri zote za mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Morogoro kwenye awamu ijayo ya utoaji wa eh, kwe, kushiriki kwenye operation ya Mama Samia Legal Aid Campaign, ambapo tutaweza kufanya kazi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hiyo, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba Watanzania walio wengi waweze kupata haki kuanzia ngazi ya kata, vijiji, mitaa, wilaya mpaka taifa ili waweze kupata haki na ushauri wa masuala ya kisheria na niseme tu kwamba nchi yetu inajengwa na sisi wenyewe, hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba analinda amani ya nchi yetu. Aidha, ninapenda kuwataarifu kwamba huduma ya msaada wa kisheria zinatolewa bure kabisa bila malipo ya aina yoyote. Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan amegharamia karibu gharama zote za utoaji wa msaada wa kisheria. Ni wasii wananchi wa Morogoro kwa kipindi hiki cha siku mbili ambazo tutakuepo hapo tarehe tano na tarehe sita tujitokeze kwa wingi kuleta changamoto zetu ili tuweze kupata msaada wa kisheria na tuweze kutatua changamoto zetu ili tuweze kupata haki na kuweza kusonga mbele. Lakini kwa mara nyingine tena niwashukuru sana wadau wote wa, wa, wa, wa kliniki hii ambapo wenzetu wa jeshi la polisi magereza, ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya RITA, lakini pia ofisi ya wenzetu wa TLS kwa kushirikiana kwa pamoja katika utoaji wa haki na kliniki hii. Lakini niseme tu kwamba yako mafanikio ambayo tumeyapata kupitia masuala mbalimbali, mfano RITA tulizindua programu maalum ya utoaji wa vyeti kwa muda wa masaa arobaini na nane, lakini pia programu hii kwa mafanikio makubwa, kati ya wananchi laki moja na mia sita hamsini na nane walioandika kwenye mfumo kwamba wanahitaji vyeti vya kuzaliwa, kati ya hao wananchi themanini na nane elfu takriban walipata vyeti vya kuzaliwa ndani ya masaa arobaini na nane. Maana yake ni mafanikio makubwa, na mimi niwatoe mashaka wa Tanzania kwamba programu hii ya utoaji wa vyeti masaa 48 itakuwa ni endelevu na tutaendelea kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata vyeti kwa wakati. Rai yangu, tujihadhari sana na udanganyifu. Wale watu ambao wanataka vyeti vya kuzaliwa kwa njia ya udanganyifu na wanadanganya wananchi kwamba wao ndo wanaoshughulika na masuala ya vyeti vya kuzaliwa tumeshapeana maelekezo kupitia mkurugenzi mkuu wa Rita au kabidhi mkuu wa serikali kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya yote ya udanganyifu katika utoaji wa vyeti vya kuzaliwa maana yake ni kwamba tunachukua hatua kwa wale wote wanaojifanya kwamba wao wanashughulika na masuala ya upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa na ile hali kumbe wanatoa vyeti aidha vyeti feki au wanatoa vyeti kwa njia ya ujanja ujanja. Kwa hiyo tunataka mifumo ya serikali iendelee kufanya kazi yake vizuri, na tuna imani kwamba Watanzania wataendelea kutoa ushirikiano kwa wale wote ambao wanajifanya wajanja wajanja wa kutaka kupata vyeti kwa njia za, kwa njia za za panya tunasema. Kwa hiyo serikali imeweka imeweka utaratibu mzuri tu, ukifika hapo utakutana na kabizi wa simu mkuu, ukisha sajili, ukisha majina yako na kadhalika Cheti chako cha kuzaliwa, na hapo hapo kuna ofisi za NIDA ziko hapo. Ni kwa hiyo maanake ni kwamba utapata cheti cha kuzaliwa, utakwenda kujisajili pale kwenye mfumo wa NIDA ili upazi, uweze kupata cheti cha, cha, cha, cha, cha kuzaliwa lakini pia upate namba pia ya NIDA. Lakini pia nichukue fursa hii nipongeze sana ofisi zilizoko chini ya Wizara hii ya Katiba na Sheria, Ofisi ya Taifa Mashtaka, ambayo imefanya kazi kubwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inadaiwa ofisi moja tu kule Malinyi, nako tumeelekezana kwamba tutakwenda kufungua ofisi ya ofisi ya, ya mwendesha mashtaka kule ili tuhakikishe kwamba tutaomba tu ushirikiano kwa mkuu wa wilaya ili tuweze kupata kwa muda tuweze kupata eneo la kufanyia kazi, na naamini kwamba tutafungua ofisi wilaya ya Malinyi na maeneo mengine, lakini pia tuna, tunaendelea kusambaza mawakili, ofisi za mawakili wa serikali. Katika maeneo mbalimbali nchini na kujenga ofisi za kanda. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Hapa Morogoro kuna jengo limegharimu zaidi ya bilioni moja na milioni mia nne. Daktari Samia Suluhu Hassan amehakikisha kwamba ofisi ya jengo la Ofisi ya Taifa ya Mashtaka mkoa wa Morogoro linakamilika. Hakika tumpigie makofi mengi sana Daktari Samia kwa kusogeza huduma hii. Lakini tunaendelea na ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Nayo nikuambie tu mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumefanya kazi kubwa. Na hapa tu katika mkoa wetu wa Morogoro tumeendesha mashauri zaidi ya arobaini na tisa na kwa kweli tumefanikiwa kuokoa zaidi ya bilioni nane na milioni mia tisa thelathini na nane laki mbili sabini na moja elfu mia nane tisini na tano. Lakini pia halmashauri hii ya manispaa ya Morogoro tumefanikiwa kuipatia kupitia mashauri hayo ambayo yalifunguliwa kati ya serikali pamoja na mdaiwa mmoja ambaye sitamtaja zaidi ya bilioni mbili na milioni mia saba tisini na tatu tumeipatia kutokana na uendeshaji wa kesi hii. Lakini niseme tu kwamba ofisi ya taifa ya mashtaka itaendelea kufanya kazi yake vizuri, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, lakini pia ofisi ya, ya, ya, ya Rita nayo itaendelea kufanya kazi yake vizuri. Lakini pia tunaratibu vizuri kabisa ofisi ya haki za binadamu pamoja na utawala bora, na tunakwenda hivyo kwa sababu Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia utaratibu huu ambao wa kutoa haki inaendelea kudumisha utawala bora pamoja na kupatia haki wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitamke kwamba ninazindua rasmi programu hii ya kliniki ya siku mbili hapa Morogoro ili Watanzania waweze kupata e, msaada wa kisheria lakini pia waweze kupata vyeti vya kuzaliwa lakini pia wapate haki ya msingi ya kupata kitambulisho cha taifa NIDA. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwapongeze sana wananchi wa Morogoro na nikupongeze sana mheshimiwa Adam Kigoma Malima kwa kuendelea kuweka utulivu katika mkoa huu wa Morogoro. Hakika tukupe maua yako na tumpige makofi mengi sana mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Hakika anaupiga mwingi, pige makofi mengi sana kwake.